Nimekosea ko nini? Mungu moja si afu utahama, utaamua, utaamua usafi ama uhamu. Usiseme mrembo hivi sasa hizo ni vitu gani? Tunaishi so na wanaume hapa ama wanawake kwa hivyo. Usinakupiga. Najua kwa mlango wa mimi sipendi hiki tendo, si kwa ubaya. Mimi sipendi, nimeosha hapa mahali ya subuhi. Sasa hata shida nimefanya kazi ya kuosha kuloti wewe. Mimi sipendi hivi. Si mimi sipendi hivi. Sipendi hivi kabisa. Utafanya kazi moja hapa wewe. Unafanya hapa hii kazi yako. Mchana tu mrembo. Kwa nini unasema anga mchana mrembo ni mchafu? Nakwambia serikali iko mkononi mwangu. Ukinishika hivi serikali na kutumia adui bila kupoteza wakati. Mimi nakwambia sina nguvu. Sina uwezo. Ukiniguza serikali. Sina nguvu. Nitakushika.

Wasichana warembo hakuna mali mtaolewa. Kuna mali mtaolewa nini? Pressure zangu zinapanda hivi. Ni pressure imepanda. Wewe maneno na wewe hata mbinu.